Mimi katika uongozi wangu pale nalo township, kama ningekuwa mkabila vile William Ruto ananibandika ya kuniwekelea, akijua ni uongo, kwa sababu mimi nikiunga yeye mkono, yeye hakuwa mkikuyu alikuwa mkalenjin na niliunga yeye mkono, nikawaacha mkikuyu alikuwa anaitwa Mwaura. Mimi si mkabila, mimi ni mzalendo wa Kenya. Kama ningekuwa mkabila vile Ruto anajaribu kunibandika, ningekwenda pale, niambie wakikuyu, msimamishe mkikuyu, na angepita kwa sababu ni wengi, lakini mimi nilisema hapana. Sisi natafuta utengamano, sisi natafuta ushirikiano, sisi tunatafuta urafiki wa majamii ya kuishi pamoja. Wale kwa Wakikuyu wako pale wanaendelea na biashara, Wamasai wanaendelea na ufugaji. Hawa Wamasai pia wapewe nafasi waongoze. Kwa hivyo katika kila eh, area tutakubaliana na hakuna maneno mingi. Mimi ni mtu very fair na mimi ni kwamba ya kusema hii jamii ya wama imebaki nyuma kwa muda mrefu, tuinue pia pahali tunaweza na kura zetu so, pia wapate kipaumbele, waweze kuongoza.